Ukiona ndugu yako wa kwanza akufanikiwa wala usimlaumu. Mwombee dada yako wa kwanza, mwombee kaka yako wa kwanza, mwombee mtoto wako wa kwanza, waombee sana. Huwa wana vita ya ziada ambayo huwa sio rahisi hiyo vita kuonekana kwa macho, na vita yenyewe huwa ni vita ya nafasi, na nafasi ni utukufu wa familia. Inawezekana mzaliwa wa kwanza ndo amebeba utukufu wa familia, na shetani tayari ameshamshambulia yuko chini. Kama yuko chini, huo utukufu wa familia hautaonekana mpaka ambapo mtapambana kwa maombi na kwa sadaka. Muhakikishe kwamba huyo mzaliwa wa kwanza, utukufu wake unarudi, ndipo utukufu wa familia utakapoonekana. Kuna watu special ambao wamebeba baraka za familia. Hawa watu wanatakiwa kuombewa sana. Hao watu wanatakiwa kulindwa sana. Hao watu wanatakiwa kutolewa sadaka kwa wingi sana. Kwa nini? Wamebeba kitu ambacho wa ni cha kifamilia.